Ng'ombe wa Busara. Jina langu naitwa Lizo Mavoisi, mtunzi wako ni Bwana Jumbe Ibrahim. Hapo zamani za kale, katika kijiji kimoja cha mbali aliishi mkulima mmoja aitwaye mzi Hamisi. Alikuwa na mifugo mingi, lakini kati ya wote alimpenda sana ng'ombe wake mmoja aliyeitwa Kibo. Kibo hakuwa tu ng'ombe wa kawaida, alikuwa na busara isiyo ya kawaida, kana kwamba alikuwa na akili za kibinadamu. Ng'ombe wa ajabu. Kibo alikuwa na tabia ya kipekee, alijua wakati wa mvua inakaribia, alitambua wanyama wakali kabla hawajafika, na hata alionekana kuelewa maneno ya mzee Hamisi. Watu wa kijiji walimshangaa sana, na mara nyingine walihisi huenda Kibo alikuwa na nguvu za kipekee. Siku moja ukame mkali uliukumba kijiji hicho. Mifugo mingi ilikufa kwa njaa na kiu. Watu walihangaika wakitafuta chakula na maji, lakini visima vyote vilikuwa vikavu. Wakulima waliokuwa na mifugo walipitia wakati mgumu sana. Ujumbe wa Kibo. Kibo alimuona Mzee Hamisi akiwa na wasiwasi na huzuni. Siku moja alimgonga kwa upole na pua yake, na kisha akaanza kutembea kuelekea msituni. Mzee Hamisi akihisi kwamba Kibo alikuwa na jambo muhimu, alimfuata kwa makini. Baada ya mwendo wa muda mrefu, walifika sehemu yenye kijito kidogo cha maji safi, ilikuwa imejificha kati ya miamba na miti. Na mara moja alijaza magudulia yake maji na kurudi kijijini kuambia wengine. Kijiji kizima kilifurahi na wakaaminika pale kuchota maji, wote walimshukuru Kibo kwa busara yake. Kuanzia siku hiyo Kibo aliheshimiwa sana na hata aliamua kutomtumia kwa kazi ngumu kama kulima na kubeba mizigo. Funzo: ng'ombe Kibo alifundisha kijiji kwamba hekima inaweza kupatikana hata kwa viumbe wasiotarajiwa. Pia alionyesha umuhimu wa kufuatilia ishara ndogondogo na kuamini hekima ya wale tunaowadharau. Tangu siku hiyo Kibo aliheshimiwa kama ng'ombe wa busara na hekaya zake zilisimuliwa kizazi baada ya kizazi. Mimi naitwa Lizo Mavoisi. Usiache kufuatilia chaneli hii subscribe, like pamoja na kushare. Asante sana.